Kuzungumza na cha kunyoosha maelezo wanakipaji alifika kunyoosha maelezo, tupata shukrani. Asalamu alaykum. Simama yes. Hapa ni mwakilishi wa chama cha siasa chama cha ACT Wazalendo. Mdogo wake marehemu ambaye ni Ali Mdimu ni kiongozi wetu wa chama ngazi ya taifa, ni mjumbe wa halmashauri kuu. Hivyo basi kama chama cha siasa Tukishirikiana kwa pamoja timu tuko hapa kumfariji ndugu yetu Ali Mdimu. Niwape pole nyingi familia, ndugu, jamaa na marafiki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ladhi hadana hadha wa ma kunna la tadia lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala sayidina Muhammad baada ya kumshukuru Mungu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na mtume wetu kipenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam elemu e, nimesimama kutoa neno la shukrani kwa niaba ya familia ya mzee Shabani Mdimu na kwa ukoo Mdimu kwa ujumla. Nitoe e, neno la shukrani moja kwa moja kwa viongozi wetu wa dini ambao tumeshirikiana wote kwa pamoja tukamstiri kaka yetu eh, Kasimu Shambani Mdimu. Lakini vile vile eh, nitoe pia neno la shukrani kwa madaktari ambao walipambana kutetea uhai wa kaka yetu ambao madaktari kutoka Dar es Salaam pamoja pia na mkoa wa Arusha. Eh, Mwenyezi Mungu awazidishie heri na baraka, waendelee kusimama kutoa matibabu kwa wale wote ambao tutakuwa tumefika katika hospitali zao. Lakini vile vile nitoe neno la shukrani kwa eh, marafiki wa karibu sana ambao wamekuwa wakifanya kazi za karibu kule Dar es Salaam na kaka yetu Kasimu Mdimu, na nitoa neno hili la shukrani eh, kwa umoja wao, ushirikiano wao ambao wameweza kutupatia mpaka hivi leo, tumeweza kwenda kumstiri, kumstiri katika nyumba yake ambayo tumeweza kumstiri pale ambapo tulipoweza kufika. Lakini vile vile naweza kutoa neno la shukrani kwa ujumla kwa ndugu jamaa na marafiki wote kwa ujumla, ambao mmeweza kuacha kazi zenu, majukumu yenu, shughuli zenu, pengine mngekuwa mnaendelea na majukumu hayo mengine huko, lakini mmeacha, mmeweza kuja kushirikiana na sisi, hatuna kubwa kabisa la kualipa lakini Mwenyezi Mungu pekee mwingi wa rehema atawalipa vingi vingi kule ambako mmeweza kuacha mda wenu kwa hadha. Assalamu alaikum wa billahi tawfiq.